Tumekuwa tukisema pale, walikuwa Nyanza saa hii mahali rais Kasongo alikuwa nasikia mikutano yao wamemaliza haraka, wakakimbia stage, ndio wakaone TV waone wa Munyoro, na sababu wameona na wanaona, lazima tuwajibu, si ndio? Wamesema ati tuache kusema must go, sababu imeisha fashion. Tuwapatie mkutasari, tuwapatie mkutasari. Sasa wewe hey, Junet chukua mkutasari kutoka wa Munyoro. Ile Must Go haina maana ni yenu sababu haijaipeleka mtu nyumbani. Ile Must Go haina maana watu, ni yenu sababu mliua watu ndio muweze kuingia kwa serikali. Ile Must Go haina maana ni yenu sababu mnaitumiaga kuitisha nusu mkate. Lakini kutoka hapa wa Munyoro. Ile Must Go yetu tukisema inapeleka watu nyumbani yes. Tulisema Moi Must Go alienda, hakuenda yes. 2022 project tulisema Must Go hakuenda, hakuenda yes. Sisi tulisema Must Go, watoto wetu wakashikwa, wakawekwa ndani, sisi tukasema Must Go, tukatumia mwanajeshi mkuu atuambie tuache kusema Must Go, ni sababu tukisema Must Go, wanajua yetu ni ya ukweli ya ukweli si ya ukweli si ya ukweli. Wao wakisema Must Go huwa wanaitwa, sisi tukisema Must Go hautuiti unakwenda, unaenda ukisonga. Na hiyo ndio tumesema siku ya leo, na nikimalizia kama seneta wa Kiambu ambaye mimi ni seneta wake Uhuru Mwigai Kenyatta, mimi nataka kuambia watu wanatumwa na kasongo, wachaneni na Uhuru Kenyatta. Alistaafu. Si mambo ndio hayo? Si mambo ndio hayo? Aliongea tu Uganda kidogo, wakakutana kule Tabtengele, wakaanza kumjibu je. Akiongea akiwa hapa Kenya, si mambo ndio hayo? Kwa hivyo na yeye pia tuko naye, hey, tuko na Rigijii hey, hey, wetu hapa ambaye hey, ametuunga